Yesu maisha iyawa bwana na mwokozi wa maisha yako. Sema maneno haya, sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu uliyeniumba. Ninajua unalipenda, ndio maana umekuja kwa e ajili yangu. Mimi ni mwenye dhambi mbele zako, naomba ni makosa yangu niliyoyatenda inayakumbuka na nisiyoyakumbuka. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa, ninakubali uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu leo Ninamkataa shetani na mambo yake, kwa jina ya Yesu. Kuanzia leo nguvu za giza zote ninazikataa, na dhambi zote zilizokuwa zikinitumikisha ninazikataa. Nampokea Yesu awe Bwana na mwokozi maisha yangu. Yes, ninakuahidi nitakupenda, nitakuheshimu, nitakutumikia siku zote za maisha yangu hapa duniani, katika jina la Yesu. Basi shushe mikono yako, fumba macho, tukuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu na juu